Jambo mtazamaji wa maco TV na karibu shambani. Kama unavyoona hapa leo ni tarehe sita ya mwezi wa kumi na mbili. Hapa tunaelekea shambani na hapa ni miongoni mwa neighborhood. Mvua hapa imenyesha. Imekana siku kama nyingi sana hainyeshi na kila mmoja alikuwa anapata changamoto. Unajua unaweza kulima bila udongo. Na unaweza kulima bila bila hata kuweka mbolea extra. Lakini uwezo ukalima bila maji. Mvua imenyesha na kila mtu alikuwa akisubiria mvua inyeshe na aendelee na mchakato mwingine. Japokuwa sasa mvua kunyesha umekuja na changamoto zingine kama unavyoziona hapo, za logistics ni challenge. So uwezo ukatumia usafiri wa gari, pikipiki piki, au hata baskeli kwa sababu miundombinu sio haiko vizuri so haifevi mazingira hasa ya mvua, kama unavyoona hapa watu wote wana haso, wana struggle, kama unaweza kuona huku, hao wote wa pikipiki uweze kutumia wala pikipiki au hata basket. Mwenyewe nitaka kutumia basket, lakini imenibidi kuirudisha nitumie tu usafiri wa miguu. Hapa niko na print natembea mpaka shamba, hamna namna, napeleka mbegu kwa ajili ya kufanya ile kurudishia sehemu ambapo hazijaota, sababu mvua imeleta changamoto ama challenge. Kuna sehemu hazijaota, so inabidi tu nitembee mpaka shambani nipeleke mbegu. Unajua farming ni kitu ambacho kinahitaji timing. So unajua nature ya huu udongo wa hapa Kasuru ni udongo sijui niite wa mfinyanzi kwa sababu ni udongo ambao kwanza mvua ikinyesha unashikilia maji. Kwa hiyo kama utafanikiwa kuanza safari yako wakati bado mvua imenyesha tu au baada ya kumaliza kunyesha unapita. Sema tu kama utakuwa unatumia chombo cha usafiri utakuwa unatereza. Lakini pia baada tu ya mvua kukauka unaanza kung'ang'ania. Unakung'ata, yani una, unang'ang'ania miguu ama kama ni matairi kwa uwezo katembea kwa, kwa hali ya kawaida. So

Kwa hiyo sasa huu udongo ukifanya hivyo sasa, inakuwa ni changamoto kwenye upande tu wa usafiri. Yani hapo kweli ni changamoto kwenye upande wa kusafiri, yani huwezi ukafika sehemu ninapoenda kwa muda. Ndio maana kama unavyoona hapo, siwezi kusubiri, kama nilivyosema kwamba timing ni kitu ambacho ni essential kwa agriculture kwa sasa itabidi mbili tu nipeleke mbegu hii kwa wakati huu, but hii udongo huu pia ni mzuri, kwa sababu mvua hata kama isipo ikinyesha mara moja tu, una tendency ya kutunza maji, inakuwa na unyevu unyevu kwa muda mrefu. Ndio maana kama uliona yale mahindi yetu ambayo nilikuwa nikikuonyesha kwenye upande wa shamba wani, hayajaathirika zaidi, japokuwa kuna ukosefu wa mvua ulikuwa unatokea hapo nyuma almost wiki mbili, wiki moja na nusu but mahindi yale pale hayana difference zaidi, kwamba haya jangao stress kubwa zaidi kama ingekuwa ni udongo wa kichanga. Na hicho ndio kinani furahisha zaidi kwenye upande wa udongo huu hapa, kwenye upande wa mazao hasa mahindi ambayo sisi tunayapanda, but kama ingekuwa ni udongo wa kichanga, mpaka sasa tungekuwa tushaugulia maumevi. But udongo, yes big up sana kwa udongo huu umetuokoa despite kwamba tumetumia gharama kubwa kwenye kuandaa hayo ma mbegu zenye kama unavyoona hapa hizi kilo mbili elfu kumi na tano kwa mbegu moja okay, kwa mfuko mmoja wa mbegu. But, so, na kuna baadhi ya maeneo ambapo wao wameenda go shock kabisa, kubwa ya mvua ambapo mvua ilikosekana kwa hiyo ilibidi kurudia tena kupanda kwa awamu nyingine ya pili. Kwa imagine mtu amepanda heka 100, heka 50 na ametumia mbegu hizi za kisasa za hybrid. Then mvua haijanyesha. Kwa hiyo mahindi yake yote yamekauka. Ametumia nguvu kazi, ametumia wafanyakazi. So ni changamoto. But kwetu sisi kwa udongo ambao unauona hapa kama unavyoona mazao ya watu wengine yako vizuri kabisa. Ndo, has, kama maharage yameathirika, kama unavyoona yanaanza kuonyesha njano njano, bali hofu kwa sababu mvua imenyesha, yataenda kuwa vizuri, yata regain na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Hali kwa sasa iko vizuri, kama unavyoona wingu linaonyesha hali ya mvua kabisa. Kama mvua imerudi. Mvua imerudi. So tulikuwa tumeanza kukarata mako kitengo fulani. Basi tuendelee hapa, nipo njiani naendelea kuprint, itanibidi nifike kule shambani. Sikupaswa kutulia ama kusubiri kwa sababu ya kitu kimoja. Kwa necha ya huku Kigoma, wafanyakazi wanavyo opareti ni kwamba yeye anachokuja kuprovide kwa upande wako ni leba peke yake, lakini kuanzia chakula, maradhi, jembe na vingine vyote ambavyo yeye anahitaji kuwa navyo ili aweze kufanya kazi yako, wewe takubidi wewe ndo uvi provide. So moja kati ya cost ambayo ni kubwa zaidi ya kuuhendo ukiwa unatumia wafanyakazi wa aina hii, hasa kwa huku upande wa Kigoma, kwa usefu wangu ni chakula na kama hapa unakuta labda hujapeleka mbegu ama kuna kitu tu chochote ambacho kimekosa, wao wanahitaji watatulia, watarest kwa sababu hawa watu wengi cha uh, time kwao sio kitu cha muhimu sana. So hata kama watakuwa hawafanyi kazi, watakuwa wanakura. So at a time wanaspend chakura chako na wewe huko nje ya ya muda kwa sababu utaendelea ku incur cost za namna hiyo, then hawako wanafanya kazi, so productivity yao ni ndogo kuinganisha na leba ambao wanatumia. Kwa mfano, mpaka sasa ninao wafanyakazi tisa ambao wako kule shambani. So ili wawe productive, ni kwamba lazima wawe kazini almost masaa kumi day ili wewe uweze kufaidika nao, kwa sababu kama wao, kwa sababu nimeshakwambia toka mwanzo, muda kwao sio kitu cha muhimu sana. Ndio maana wanaweza wakananilie wakakaa tu wakasubiri kwa sababu wamekosa, kwa sababu, wamekosa, wame, wamekosa tu kitu fulani. Nakwambia hajafanya kazi kwa sababu amekosa maybe jembe, alikuwepo ametulia au mbegu ilikuwa haijafika au kitu tu chochote ambacho kinatokea pale. Kwa hiyo sasa kumesa kuchelewa, kwanza, utaenda kujichelewesha wewe, na cha pili, wataendelea kuconsume wakati wewe hujaanza make money. Ukiangalia nature ya farming business jinsi ilivyo Yaani, ukiangalia kwenye ile cash flow projection hasa kwenye kilimo kama cha mahindi hichi ambacho sisi like tunakifanya unahitaji kutumia almost miezi mi, mi tano mpaka sita kuja kupata ile inflow yani, money coming in, yani kwa sababu product yako ni mahindi yenyewe ambayo unahitaji yakomae, yakauke, then uyauze. Kama unalima mahindi ya kuchoma yako mae pale then koboe uyauze moja kwa moja kwa wateja wako, ndio utapata cash flow ambayo ni kwenye upande wako ni ndio wa inflow. Lakini hii miezi yote mingine hapa katikati, hasa miezi mitatu ya mwanzo, utakuwa ina undergo outflow yaani ni expenses, expenses, expenses ndio zinazoenda kutokea hapo katikati, kwenye upande wa kwenye upande wa expenses, kwenye upande wa inputs. Expenses kwenye upande wa labor. Expenses kwenye upande wa logistics kama hapa labda kusafirisha vitu kupeleka. Expenses kwenye upande wa food. Umeona? Chakula kwa ajili ya watu na kusaidia kufanya kazi hiyo. So kwenye upande wa logistics ndio kama hapo kwamba, how do you move things kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hizo zote ni expenses ambazo nazikaa kwenye upande wa farming. So i, I think ili uweze kutengeneza za profiti kwa hapo, lazima umake sure that kwamba hizo expenses ambazo ni necessary uzi, uzibring down, yani lower cost, ili uweze kupata profiti kutokana na shughuli ya kilimo ambayo wewe uko unaifanya, unaifanyaje? Sasa cost hizo ndo hapo kwenye upande wa labor cost you bring down as much as you can, na pia unnecessary cost kama hizo nakuta labda watu wapo tu, then wana consume chakula chako then hawako productive, so unajitahidi kwamba wao wanafanya kazi. Look at this tree, hawa watu wame wamepanda hii miti so lazima unafanya farming. Hizi ni miongoni mwa vitu ambavyo lazima vikonsidi kuangalia kwamba lazima kabisa uangalie upande wa hizo cost ambazo zipo katikati. Na kama hautaziainisha hauta ama kuanza kuweka hizo, zitakuathiri mwisho wa siku utakuja Haumeki profit kwenye shamba, na pia kuna baadhi ya wafanyakazi wangu, mmoja nimwambia kwamba mimi hata nikieta chumvi huku uga na iandika, akaniambia wewe, nakuapia kwamba labda nafanya hii kazi kwa mwaka huu tu, hautakuja kufanya tena, kwa sababu hautakuja kurealize profit kwamba imeenda upande gani. Sasa ni kwangu mimi nikaona yes, na wengi waga wanafanya hivyo, kwamba kwa sababu waga hawana budget ya kilimo, anakuja tu nafanya kwamba akipata elfu hamsini akanunua mbolea na ananunua, akipata watu wanafanya kazi wafanya kazi kwao, akimaliza anatoa elfu thelathini na wapatia, wakitaka chumvi ananunua na leta, wakitaka dagaa ananunua na leta, haandiki kabisa. Realistic ndio maana watu so, wengi ambao wapo huku ukimuuliza hata kwamba imekugharimu shilingi ngapi kulima shamba lako, hii kwa moja ni ngumu sana kulia rais ama kukwambia kwamba exact kwamba ya ametumia kiasi hichi hapa cha fedha, umeona? So lazima ku note down his cost, kwa sababu kama unakuwa unaziangalia ndio unajua kwamba yes una spend too much ama unatumia Kido, kiasi kidogo kwa upande wako hapo. So kama hautakuwa unafanya hivyo kama hautakuwa unafanya hivyo, ni ngumu sana ku take it easy na kusema kwamba labda you made a money in a farming au <laughs> una take it easy yani, hautakuwa una hautakuwa unakuwa motivated, utakuwa na momentum, kwa sababu utakuwa unaona kwamba is fair kwa sababu ulikuwa haufanyi hivyo, ndio maana, kama utakuwa unaandika, utakuwa unaona man you are spending so much. Umeona, so how how can you, unaweza jani ku ni wapi uguse, labda upunguze gharama hizi, ama pia uwe serious sasa katika kusimamia shamba lako, kwa sababu utaona kwamba ni, ni too much money ambao umespendi So ili kuongeza uweze kurecoup back pesa zako ambazo umeziweka huko lazima ufanyeje? Lazima ku uh, hakikisha uh, kwamba utaongeza uta productivity pa ene, eneo ambalo uko nao unaweza pa eka ama pa pa hektar ambalo uko na unatumia unafanyeje? Ni kuzingatia sasa kwamba una count on time. Hiyo cha kwanza. Cha pili unafanya weeding on time. Cha muhimu zaidi tena kwamba spacing, yani ili kuwa na plant population, population ambazo ni za kutosha shambani kwako. Hizo plant population ambazo ni kwamba maybe kwa heka moja ama kwa hekta moja okay. kwa heka moja ama kwa hekta moja utumie ama uweke mbegu kiasi gani ili uweze kuja kupata return. Ambazo ni recommended, na wazalishaji wa mbegu zenyewe ambazo unazitumia hapo shambani kwako. So kwa mfano kwa kawaida sisi pale tumetumia sentimita 20 kutoka shimo moja mpaka jingine na sabini na saba spacing ya, ya mstari mmoja kwenda mstari mwingine. Ndio maana ukifika shambani kwetu hasa ukiwa hapa kwenye shamba utakuta kwamba tuna mimea mingi ukilinganisha na watu kama hapa. Kwa mfano ukiangalia hili shamba ambao liko kwenye mango hapa, unaona mimea ambayo iko iko scattered. Cha kwanza hajatumia hata mistari, umeona, na cha pili ame, ameacha space kubwa, yaani kutoka mmea mmoja kwenda mwingine utakuta kuna mita moja almost na pia ukiangalia kutoka kwenye mstari mmoja kwenda mstari mwingine kuna mita nyingine ambayo ameacha. So ukiangalia kwa mtu kama huyu, ambao unaona shamba liko hapo nyuma, kuja ku expect kupata sasa zile gunia recommended, labda kuanzia kumi na tano ishirini ishirini na tano ambazo wale wanaokuambia kwamba kina kitaalamu unaweza ukazipata, hiyo hapa itabakia ni ndoto. Umeona? Kwa hiyo ndo maana ni wale wao wanakuta kila mwaka analima halafu haweza kupata return kwa kufanya shughuli yake ya shambani kwa sababu hawafuatilii vitu kama hivyo vigezo. So kuongeza hiyo productivity sasa kwa eka moja ama pa eka hii itakuwa ni ngumu kwa sababu kiangalia idadi ya plant ambazo zitakuwemo. Hata kama tukisema kwamba hakuna ambazo zimekufa ama hakuna zingine ambazo zimeshindwa kumachua na kuleta Uh, ma mazao au mahindi yenye stiri unaweza kukuta amepanda heka moja, lakini ni fact huyu hapa amepanda labda robo heka. Na kitu kibaya sasa ambacho kipo huko ambacho nakirealize ni kwamba, ukileta mfanya kazi kama ni kazi ya kupalilia, haijarishi haijarishi huyu ambaye amepanda kwa staili kama hiyo kana ameacha mita moja hapa, mita nyingine na kwenda shimo lingine, mita lingine, na kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mita nyingine, gharama ni ile ile. So kwa mfano sisi huku mfanyakazi anakuja anafanya kazi kwa elfu thelathini kwa eka moja kupalilia. Hiyo ni labor cost, ambao wewe unamlipa kwa kufanya kazi hiyo ya kwa kupalilia. Remember kwamba umempatia kila kitu, sasa chakula umempatia jembe na umpatia sehemu ya kulala pia. Hiyo ndio cost about uta, uta atakayo ifana yeye. So mimi ambaye nimepanda kwa spacing hii, hii ya 20 kwa kwa, kwa sabini na sita atapalilia sawa sawa, vile vile kwa thelathini pia, kwa yule mtu ambaye anapanda mita moja mpaka mita nyingine kwa eka moja. So imagine hiyo sasa, hiyo cost ambayo itakuwa inatokea hapo na productivity zote zitakuwa sawa. So mimi ambaye kwa siku ya mita moja kuna kuna kuna miche almost, uh, ukipiga hapo hesabu kwa ishirini, kwa maana yake kwenda hapa kwa siku ya mita moja kuna mashimo matano na kuna na mimea mitano. Halafu kuja hapa kwenye siku ya mita moja kuna lesei moja na nusu na nanili kwamba kuna mstari mmoja na nusu hapo so ukipiga hapo hesabu kuna zaidi ya mimea kumi na lese kumi na tatu. Alafu hii hapo kuna mimea minne ambayo ameweka hapo hisi, so kuna koti tu ambazo zinatokea hapo kwa kwa kufanya vile, na mwisho wa siku hatakuja hata kuja ku catch up kwa sababu wewe kwenye siku ya mita moja ile ambayo mimi naitumia kuzalisha mimea hiyo almost kumi na tatu, wewe umeweka tu mashimo manne, na pia umeweka kila shimo moja miche. Uh, wengi wanaweka huku mimea mi, mbegu nne tatu hizi na pale <laughs> tena tutakapokuwa tunaweka mbolea mimi naweka gram tano kwenye shimo moja, alafu nawe pia, na mimi nimeweka planti moja, wewe umeweka miche mitatu <laughs> ama minne wengine mpaka mitano kwa gram tano hizo hizo. So unaweza ukaona kwamba ni deficiency ya nutrient ita affect kwa namna gani shamba lako ambalo wewe utakalo unaitumia. So hiyo kuongeza productivity kwa eneo lako moja, za kuconsider zaidi kwamba lazima uangalie spacing, yani kutumia eneo lako dogo hilo kukuza mimea mingi ambayo wewe So, zingatia hiyo vitu viwili zaidi ambavyo ni vya muhimu kwenye upande wa productivity ya shamba na pia kwenye upande wa productivity ya leba. That's why leo hapa niko na print kuelekea shambani moja kwa moja. Sababu gani? Cha kwanza nataka consider productivity ya leba. Sitaki hawa leba wakae tu kule wakati wana consume vitu ambavyo vina take, vina use money. You see? So lazima niwepo site kwa pale. Na kingine ni productivity na shamba lako, kwa eneo dogo ambalo unakuwa unaitumia uzalishe kitu kingi, na unafanyeje pasa, spacing, kwa kuzingatia hasa kwamba unavyokuwa unapanda unapanda unaacha nafasi ngapi kutoka mstari mmoja kwenda mstari mwingine, na pia unapokuwa ukuweka mbolea pia kiwango cha mbolea ambacho utakachoshika pale, recommendation imeona shakwambia kwamba labda utumie gramu tano, wengine ukiweza kutumia gramu kumi kwa kila shimo moja. Gramu tano unaweza kutumia kisoda kile pale ambacho ni cha ku vile vizibo vya soda ambao unaita ndio kisoda chenyewe, unaweka moja moja kwa kila shimo, ama ukiwa na uwezo unaweza kuweka viwili bat kimoja, ndio recommendation. Okay. Na pia kufanya palizi ama management ya shamba hiyo hapo. Na pia kuconsider kama hizo timing. Kama ni wakati wa kuweka mbolea, unaweka mbolea. Kama ni wakati wa palizi, unaweka palizi. Kama ni wakati wa kupiga dawa kwa ajili ya kuwa wadudu, piga dawa. Kwa hiyo, hiyo ni kwamba lazima uconsider hiyo kitu. Nakumbuka tusha kwa mafunzo mbolea ilikuwa ni 4R, eh, right cha kwanza tumie right mbolea, umeona sio hiyo, mbolea kupandia wewe unaweka wakati wa kukuzia. Na cha pili right space ya unapokuwa unaweka mbolea, right, uweke katika eneo ambalo ni sahihi, umeona. Na kingine pia iwe ni right amount, umeona, right amount <laughs> ni kwamba uweke kiwango sahihi cha mbolea na kingine ni right time, uweke wakati sahihi. Hizo ni 4R. So that is guys for recap, kwa today content ya leo ndo hicho cha kuzingatia, na mimi hapa sasa itanibidi nianze kuongeza mwendo kuelekea shambani, na mikono yangu imeshaanza kuchoka sasa, siwezi nikashikia tena simu hivi, so that is chekea mashamba ya watu. Hawa hawa of course wao productivity aeneo wamefanya. Hawa ndo wale kwa wanapanda zile mbili mbili, yaani wao wanatumia spacing ya kuweka mimea miwili kwa, kwa shamba lako kwa moja you see. So kwa huku pembeni watu wanafanya hivyo hivyo, so hawa wanatumia hiyo spacing ya recommendation ya namna hiyo. Shwari. Shwari. You see? huko wote uko. Oh, that's good, shamba zuri kabisa. Hawa wao hata hawakuathirika na mvua. Hawa ndo watu ambao walipanda kwenye ile mvua ya kwanza kabisa ya mwezi wa kumi, so unaweza ukaona, angalia mashamba yao jinsi yalivyo good.